Walionitangulia wamesema kwamba ajenda kuu ya chama cha mapinduzi ni amani. Bila ya amani hakuna maendeleo, bila ya amani hakuna chochote, wacha maendeleo, hata ibada tutashindwa kufanya. Kwa hivyo jambo la kwanza katika nchi yetu tuhakikishe tunadumisha amani tuliyokuwa nayo. Chama cha mapinduzi kimejizatiti katika kuhakikisha kwamba amani hii, umoja huu mshikamano wa wananchi, kuondoa ubaguzi, ndiyo ajenda kuu ya kwanza katika ilani yetu. Ndugu zangu Wazanzibari, sisi ni wamoja, nchi yetu ina amani, hatuna ubaguzi. Kwa kweli sasa hivi mambo ni mazuri sana, tusiruhusu mtu yoyote akatutia maneno ya kiubaguzi tukabaguana. Isiwe kwa rangi, isiwe kwa kabila isiwe kwamba unatokea kisiwa cha Pemba au Unguja, isiwe unatokea kaskazini au kusini, sote ni wamoja. Tunapaswa kuendelea namna hii, ili tuweze kupata amani katika nchi, ili tuweze kupiga hatua za maendeleo kubwa zaidi kuliko ambazo tumezipata. Hakuna chama chengine kitakupeni hayo zaidi ya chama cha mapinduzi. Mkiwasikiliza wenzetu, nyinyi wasikilizeni wenzetu neno la amani huwa hawatamki, lakini wanazungumza maneno mengi ya kibaguzi. Watasema huyu si mzanzibari halisi, watasema huyu hakuzaliwa hapa, watasema hiki na kile. Sisi tunasema kila mzanzibari anaweza akawa na nasaba nje ya Zanzibar, lakini bado ni mzanzibari. Wamesema walionitangulia, wako wazanzibari wenye asili ya bara, wako wazanzibari wenye asili ya ngazija wako wazanzibari wenye asili ya India wako wazanzibari wenye asili ya Omani. Sisi tunachojua sote sisi ni Wazanzibari pamoja na asili zetu kutoka mbalimbali mbali, lakini wananchi wa Zanzibar wanapaswa kuwa wamoja bila ya kubaguana, ndipo tutakapoendelea kudumisha amani katika nchi yetu. Kwa hivyo nawasihi ndugu zangu, kama mnataka kuendelea na amani, chama cha kuchagua ni Chama cha Mapinduzi.